Kwenye taarifa ya tanzia anayoangazia Eric Lumbasi ni kwamba familia ya mwanaume mwenye umri wa miaka 45 kutoka eneo la Lwandanyi eneo bunge la Sirisia inalia haki baada ya mwanaume huyo kufariki akipokezwa matibabu katika hospitali moja mjini Bungoma, baada yake kudaiwa kuvamiwa na kupigwa na wafuasi wa mwanasiasa eneo bunge la Sirisia, katika hafla ya mazishi siku ya Jumamosi juma lilopita. Alice Nasambu anasema kuwa mwanawe David Manyasi alikuwa mwenye bidii na kwamba kifo chake ni pigo kubwa kwa familia hiyo. Mjane Emily Manyasi akielezea pia uchungo wa kumpoteza mmewe. Sana maneno yote, na alikuwa anafanya kibarua kuchoma choma vitu chuma, ananisaidia, naenda na sokoni nipatie, hasa wakati nilikuwa kama target, tumekaa nasema walikuwa wameua watoto huko, nikatoka mpia nikapata mtoto yangu amepika maanguka ya ndugu yangu, naye amepika maanguka nikashinda kufanya dafai na mwanakani ume na huyu mtoto alikuwa ananisaidia, sasa nimeshindwa. Ana maneno yoyote, wakaniambia tu wamemkata kwa kichwa na wamemkanyaka tumba, anatapika damu, anakojoa damu, nikakimbia nikaenda mpaka chepesi mimi niko naenda, lakini unilindia watoto vizuri, nikamwambia bado batuko, nasema ukweli, unaniachia watoto? Akasema niko nakuachia, lakini uchipe moyo uwalinda watoto. Ameniacha na watoto watano, nomba haki ikatendeke kwa sababu tulikuwa kwa nyanya, yani matanga ya nyanya, na tumepotesha tena mtu mwenye anastahili kulinda watoto wake. Tukio hilo limekashifiwa vikali na mwakilishi wa wadi ya Lwandani, Tony Baraza, ambaye ni wa jamii hiyo, anayemnyoshea kidole cha lawama mbunge wa Sirisia John Waluke kwa masaibu hayo, akidai mbunge huyo ameendeleza hoja ya kuzua vurugu. Na ule ambaye alikuwa na yeye alipigwa ni m, m, m, ni our nephew. Anatuita mjomba, mtoto wa huyu dada Umandefu. So kwa hiyo harakati hawa vijana wakampiga na he bleeded from inside na leo ndio alikuwa afanyiwe operation ya kutoa damu ambayo ilikuwa imeganda kwa tumbo, but unfortunately, kijana David Manyasi almaarufu anaitwa Boyi ameaga dunia kutokana na kupigwa kupigwa kwa wafuasi wa Oluke na Oluke himself. This one Oluke cannot run away from it, but mimi nataka niambie hawa watu kuifanya investigation, wasiende mbali sana wale watu walipiga vijana wanajulikana. Upili from Kibindoi ametoa wito kwa watetezi wa haki kuingilia kati, kuhakikisha haki inapatikana kwa familia, akisema marehemu alikuwa anategemewa na familia yake. Ni ushahidi 2015 akatuma watu ndio wakanikatakata. Hivi nina ushahidi ya kutosha. Kama anataka constituency wakatie constituency kutokea Malakisi arutuhuko aruru huko juu. Sisi tunataka constituency ya Lwandanyi. Kama serikali imetushinda sisi tujiunge na Uganda tuishi, kama hatuna mtu wa kutusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyu marehemu alikuwa kwa pikipiki, alikuwa anaenda kwa pikipiki, amebebwa kwa pikipiki na vile watu walikuwa walimuona kwa pikipiki, walienda wakamtoa kwa pikipiki, wakasema huyu ni mtoa mzee fulani. Tulishuhudia hata kama kufika hapa, tutafika kila matanga, watu wavae helmet. Matanga gani? Watu wanakuja na manyundo, wanakuja manyundo na, ma, na, na, na manjora, kweli kweli, ni matanga mani vita. Juhudi zetu za kupata usemi wa mbunge John Waluke hazikufua dafu. Eric Lumbasi, West TV, kaunti ya Bungoma.